Mwezi wa Ramadhan sio wakati wa kujaza vyakula tu, bali mtu anahimizwa kula kwa kuzingatia afya. Uwanga na vyakula vya sukari nyingi miongoni mwa vyakula vinavyochungwa zaidi, hasa nyakati za mfungo wa Kwaresma na Ramadhan. Wataalamu wa afya wanahimiza kutokula uwanga mwingi na vyakula vya sukari nyingi nyakati za usiku. Tunaongelea kwamba ni mtu ambaye alikuwa hana kitu chochote, kwa anahitaji nguvu kwa kiasi fulani, kwa anahitaji kula vyakula vya carbohydrate au vyakula vya wanga kwa kiasi kinachotakiwa, sio kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wakati mwingine watu wanajisahau wanakula kiasi kikubwa sana. Anatakiwa kula chakula cha, kula cha wanga uh, kwa kiasi kinachotakiwa kwa kuanza, kwa sababu anahitaji nguvu ambayo ndio kitu cha msingi zaidi katika maisha, ili moyo uweze kufanya kazi, ubongo uweze kufanya kazi, na mwili uweze kufanya kazi. Nguvu ni kitu cha msingi na uh, source kubwa ya nguvu au calories, au wanga tunasema hivyo. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi, lakini pia ikumbukwe kwamba anahitaji virutubisho kama vile protini kwa ajili ya kujenga mwili uh, lakini pia kwa ajili ya kuripea um, chembe hai ambazo kwa kiasi fulani zinaweza zikawa zimedhofika au zimekufa katika hicho kipindi, kwa sababu zinabidi ziwe replenished au zinabidi zirudishiwe kwao, anahitaji protini anahitaji kuwa na vitamins za kutosha, na tunaongelea swala zima so la mboga mboga pamoja na matunda, ambavyo kwa kiasi kikubwa watu wengi wao wanajisahau kula vyakula kama hivi, na ni vitu vya msingi sana kwa sababu zile a, vitamins zinahitajika kuweza kusaidia chakula kuyeyushwa na chakula kutengeneza nguvu na zihitaji vitamins. Je, kulingana na wataalamu wa afya hali ikoje kwa Watanzania ambao katika mwezi wa mfungo huchukua muda mwingi kuandaa maakuli mbalimbali? Chai ya moto, kahawa, ndio kua nakendelea kufungulwa na tende, tambi, kachori, kalmati na maharage. Je, ni upi mlo sahihi wakati wa kufungua? Mtu atakwenda kula chakula wakati ambapo tumbo lake lilikuwa halina chakula chochote kwa maana kwamba tunasema empty stomach. Kwa ni lazima kufikiria kwamba unaanza kula chakula gani ili usije ukaathiri ule mfumo uh wa tumbo kwa maana ya kwamba mtu alikuwa hajala muda mrefu, ni lazima mtu aanze na chakula chepesi, kwa maana ya kwamba mfumo wa tumbo uh tunavyosema empty stomach, uh, tumbo lilikuwa halina kitu chochote ko ni lazima aanze na chakula chepesi. Na tukiongelea chakula chepesi, tunaongelea vitu kama uji um, vitu ambavyo ni vimiminika zaidi. Ni matumaini yetu umefaidika vya kutosha na elimu juu ya chakula katika mwezi wa mfungo. Wataalamu wa lishe wanahimiza waumini wazingatie lishe bora ili kuimarisha afya. Je, iftari yako inazingatia lishe yenye virutubishi, ama wewe unakula tu ili mradi ushibe?